Swali kubwa ambalo linaenda kuonekana hapa ni nani ambaye atakuwa ni bingwa wa ligi kuu ya NBC msimu wa 2024 2025, wakati ambapo Young Africans inaongoza kwa tofauti ya alama moja na Yanga inakutana na Dodoma, lakini Simba inakutana na Kagera Sugar katika mchezo wake wa raundi ya 30, kabla ya kumaliza mchezo ule wa kiporo, nikiuliza swali la kichokozi Faraja, uh, Faraji Mustapha na Abissay uh, kama hali itaendelea kuwa hivi, nani ambaye anaonekana kuwa na nafasi kubwa ya kuwa bingwa kutokana na performance yake uwanjani? Mm, namwona Yanga. Unamuona Yanga? Yes, namuona Yanga kwa sababu moja kubwa. Mm, endapo watapata matokeo kwenye e, mechi zinazofuata, maana yake watakuwa wamebaki na mchezo mmoja ambao wanacheza wao kwa wao. Sasa kwenye wao kwa wao, maana yake e, mali Yanga awe bingwa anahitaji ushindi ama sare, lakini ili mradi Simba awe bingwa, maana yake anahitaji lazima apate ushindi. Kwa hiyo unaona kabisa kuna, kuna vitu viwili ambavyo moja kwa moja ukiguza hizi timu unaona uzito upo wapi zaidi. Yani, Simba ana uzito mkubwa zaidi, lakini Yanga kuwa na, na option zaidi ya moja inampa urahisi kusema kwamba kwa namna moja ama nyingine eh, ana asilimia kubwa ya kuchukua ubingwa moja moja kwa Yanga inampa advantage. Akipata ushindi gap inakuwa kubwa zaidi. Lakini Simba atahitajika ata sasa kutumia nguvu kubwa zaidi ili baadaye aweze kupata alama tatu. Sasa hapa, concept ndogo tu ambao unaweza ukaitumia, unaweza ukasema kwenye economics unasema kuna low demand alafu kuna low supply. Mm. Yaani kadiri mahitaji yanavyozidi kuwa makubwa ndio inabidi huduma <laughs> ambayo inataka kwenda kwa wale watu hiyo kubwa zaidi. Yaani inabidi vitu viendane. Yaani mahitaji makubwa sisi suppliers inabidi tutoe bidhaa ambazo so zitaenda ku, ku, ku fulfill zile zile demands, hmm. yani yale mahitaji. Sasa maana yangu ni nini? Ukiangalia kwenye hawa wawili, nani mwenye hitaji makubwa zaidi? Maana yake moja kwa moja namkuta na, na Simba akiwa na mahitaji makubwa zaidi. Sasa kwenye mahitaji makubwa zaidi, maana yake Simba lazima atumie nguvu ya ziada, yani mara mbili ambavyo anapaswa Yanga kutumia ili mali aweze kupata zao alama tatu. Lakini sasa ukija kwenye comparison, kwamba nguvu ambayo ataitumia Simba, maana yake mara nyingi atakuwa juu, kwa sababu goli huwezi ukafunga kwenye zoni yako, inabidi usogee juu, huwezi kufunga goli. Sasa kadiri unavyozidi kutumia nguvu kusogea juu kufunga goli, inabidi uangalie namna gani mpinzani anaweza akawa na wachezaji ambao mara mbili, akikomanda kwenye transition, anaweza akakuzibu. Ndio unaenda Yanga, unamgusa mtu kama Pakome, una mtu kama Mzize, una mtu kama Max ambao ukimwachia space anaweza kudribu mita kumi akaachia pasa akakimbia tena kwenye sehemu akakwazibu kwa hiyo unaona kabisa kuna huo ugumu ama uzito zaidi kwa Simba kuliko Yanga kuwa bingwa. Abissay, swali hilo hilo, hilo naligeuza na kwako juu ya mwenendo wa hizi timu hapa zilipofika, performance wanjani, kama hali inaendelea kuwa hivi, uh, nani ambaye wewe una, unaanza kuwa na kichwani mwako anaweza akanyunyua ndo elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano Yanga ana nafasi <coughs> kubwa <coughs> nafasi kubwa ya kuwa bingwa msimu huu, kwa hoja ya kwamba ana ubora sana ambao timu nyingine hawana. Hiyo ni sababu ya kwanza. Ubora unapima kwenye nini? Kwenye ufungaji wa magoli. Ndio timu inaongoza kufunga magoli kwa ku timu yote, mabao sabini na sita. Kwa maana yake hakuna timu ambayo inaweza. Lakini nani anamkaribia? Ndo Simba. Tofauti yao ni magoli nane, eh, Simba ana hamsini na nane. Ukiwangalia timu ambayo imefungwa mabao machache ni Yanga, mabao kumi. Simba anafata amefungwa mabao kumi na moja mm. kwa hiyo kumbe kwenye kujilinda Yanga iko vizuri kuliko timu yote kwenye ligi, lakini kumbe kwenye kufunga Yanga iko vizuri kuliko timu yote kwenye ligi. Timu ambayo ina michezo mingi bila kuruhusu magoli ni Yanga, timu sio kipa, mm. timu yeah yes, kwa sababu Sheri ana clean sheet zake pamoja mm -hmm. na Diara mm -hmm. na za kwake nadhani kama so 15 amepata elfu karibuni, uh, 16 plus ya kina Msheri ambazo pia na tatu zinafika ishirini na kitu, maona kwa hiyo kumbe iko bora kwenye maeneo yote, umiliki wa mpira Dar es Salaam Young Africans.